Naam na, mtazamaji, Rais William Ruto ameikabidhi rasmi kaunti ya Kajiado usimamizi wa mbuga ya wanyama ya Amboseli. Naam, Rais Ruto amesema hatua hiyo imeafikiwa baada ya shinikizo za wenyeji kwa jamii hiyo ipewe nafasi ya kusimamia mbuga ya Amboseli. Na mkataba ulioafikiwa unaweza tu kubatilishwa baada ya miaka 15. Hafla hiyo ilisheheni nyimbo za kitamaduni za jamii ya Maa. Naam, sherehe za leo pia zilitoa nafasi mwafaka kwa Rais, uh, kujipigia debe ya kisiasa.

of Kajiado. Because we know it took enormous courage. Because the persuasion, the voices to the contrary, the resistance, both locally and internationally, required a man of deviance. A man who understood what historical injustice is. Yale ambayo umefanya leo ni kubwa sana katika jamii yetu ya Kimaasai. Ile mtu ayuko na Ruto kwa hii kura, ni mtu apendi sisi, ni mtu apendi Amboseli, ni mtu apendi wa Wamaasai. Naam mtazamaji, tunapumzika kidogo, lakini kukumbusha tu swali letu siku hii ya leo linasemaje?